Hii ni moja ya hatua kubwa anayoichukua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha nchi yetu si tu inaendelea kurejea katika amani, lakini pia inaendelea kuwa kitu kimoja, inaendelea kujenga taswira njema ndani na hata nje ya taifa letu na kuendelea kuponya pale ambapo Watanzania waliumia lakini endelea pia kukuza na kuimarisha diplomasia yake ikiwa pamoja pia na kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa kivutio cha uwekezaji kwa mataifa yote. Kwa hiyo mtakapoona huko uraiani kuna vyombo vya dola, tutoe ushirikiano kwa pale ambapo tunadhani kunaweza kuwa kuna makundi ya watu katika mji wetu ambayo hayana ama hayaeleweki vizuri, basi tutoe taarifa kwa vyombo vya dola, tutoe taarifa kwa serikali zetu za mitaa, ili hatua kali na za haraka ziweze kuchukuliwa kwa mtu yoyote ambaye bado na viashiria vya kuvunja amani katika mkoa wetu.